Exclusive na Timzo Karugira, na hii leo tunakwenda kukutana na legend usi mwingine ni Abdallah Majura, ambaye ametumikia sana tasnia hii ya uandishi wa habari na hasa kwenye sekta ya michezo ndani na nje ya nchi. Hakika tunaposema amefanya vyema, amefanya vyema sana, na sisi wengine kwetu amekuwa ni role model wetu, na tumeweza kupita kwenye njia hizo, ndio maana unaona bado tupo tupo na tunaendelea, eh, kulitumikia jazi ama serikali ya muungano wa Tanzania. Kaka yangu habari za siku? ah, mimi nashukuru sana, sijambo, nipo ndio, ndio. Na Azam nawapongeza sana, nawafuatilia vipindi vyenu kama ninavyosema mimi ni mwana mwanamichezo, kwa hiyo kila wakati nakuwa nawafuatilia. Hongereni sana, asante sana, asante kitambo. Uh, umetuacha kwenye tasnia, nimeendelea kushikilia yale ambayo ulikuwa ukiniongoza na na leo hii unaona e, bado na endeleza gurudumu. Hongera sana, na nimependa kipindi chako hiki ulichokianzisha, nimekuwa nikifuatilia, nimeona umeongea kina Abdalla Kibadeni umeongea na kina Fares Magese, au ndo baadhi ambao nimeweza kuwafuatilia. Ni kweli nimekuwa mkimya na nimekuwa sionekani sana kwenye viwanja, na kwa mfano nakumbuka hata uwanja wa Mkapa siku hizi kwenda, nimekuwa mvivu na nimekuwa mvivu kwa sababu yenu, kwa sababu naona kila kitu nakiona kwenye runinga ya yani, nini niende kupata shida tena kule. Unajua, kwa mfano siku mechi zinachezwa jioni, nini zinachezwa usiku, yaani mpaka utoke uwanja wa Mkapa ufike Tegeta huko kwetu ama uende Chamazi ufike huko kwetu ama uende KMC, angalau KMC ni, ni, ni, ni karibu Mwenge. Kwa, kwa kuwa Azam nafanya kazi nzuri ya kutuonyesha mechi vizuri sana ni mchicha kabisa, unaona unaona, bila chenga. Ah, wakati mwingine nasema bwana, ngoja nipumzike kule uwanjani, ngoja nikae hapa nyumbani niangalie ni kupitia Azam tupitishe kwenye matukio ya hapo hapo zamani. Sasa hivi katika utangazaji, Abdallah, kumekuwa kuna vitu sijui, kwa mashabiki hasa, si wahusika wa timu, kumekuwa na ile tabia, mtu anasema e, sisi pale Azam tuna watangazaji, ah, akitangaza mtu fulani, sisi tunafungwa. Ninyi wakati mnatangaza mlikuwa mnakutana na vitu kama hivyo? Havikuanza leo, havikuanza leo. Leo kwa sababu si, sioni tabu kumtaja hata yeye mwenyewe alikuwa hataki kutangaza mechi za Yanga, Mikidadi Mahamudu. Mikidadi Mahamudu. Mikidadi alikuwa kila akienda kutangaza mechi, Yanga inafungwa. <laughs> Na yeye mwenyewe ni mpenzi wa Yanga. Kwa hiyo hicho kitu kipo. Na hata hata wasikilizaji walikuwa wakishamsikia yeye ama wakishamsikia mtu mwingine, unajua, unajua kuna ile imani kwamba fulani akitangaza lazima timu yetu itashinda. Na yeye Mikidadi alishawahi kutuambia sema sibi na, na, na balaa gani. Alikuwa analijua. Eh, alikuwa analijua. Sasa kila nikienda kutangaza mechi naona Yanga inafungwa kwa nini? Lakini baadaye ilikwenda ikabadilika, akawa anatangaza inashinda, lakini mwanzo ilimpa shida, ilikuwa inampa shida. Kwa hiyo ni kitu ambacho akikuanza leo watazamaji wengi ama wasikilizaji wengi wanakijua. Hata mimi mwenyewe, kwa mfano, nilikuwa na bahati, kwa mfano, wakati natangaza mpira, nilikuwa kila nikishika microphone timu inafunga goli, yani goli inaingia, na mpira unaingia ndani ya wavu. Na mimi katika kipindi ambacho niliwahi kutangaza, naweza kusema Yanga ilishinda mara nyingi zaidi. Lakini kuna siku ambayo sisahau Yanga ilifungwa, ilifungwa na Simba. E, ilikuwa ni kombe la Taska. E, siku hiyo Dua Saidi ilikuwa nyota yake imewaka sana, wakati anakwenda kama kufunga goli la pili ama goli la tatu, maana siku hiyo Simba ilishinda nne moja. Nilianza ile kuvuta kasi mapema, maana alikuwa alichukulia mpira katikati ya uwanja nikaanza kuvuta, anakwenda Dua, anakwenda Dua, Dua Saidi anakwenda. Sasa ilitakiwa niende taratibu kadiri anavyozidi kusogelea goli. Sasa mimi nikawahi kuchukua spidi haraka. Sasa wakati anafunga goli nasema go, sauti ikakatika. Sasa sauti yes. Eh, pumzi ile ikakatika. Sasa pumzi ilipokata unajua mashabiki, bwana, upande wa pili huko Simba huko wanajulikana ni Yanga. Ah, mimi hakuna sienijua hata walioko kuzimu naamini wanajua kwamba anaipenda Yanga. Majura anaipenda Yanga ya kawaida. <laughs> Basi sauti ilipokata tu basi mashabiki wa Simba wakaanza kupiga kelele, Majura kalia, Majura wanaimba, yani kama nimelia, kumbe mimi sijalia, ni sauti ama pumzi imekata wakati ule nakwenda kushadi, kushadidia kwamba goli limeingia na si hiyo tu. Baada ya matangazo kumalizika, ule uwanja wa Uhuru sasa hivi ndio tukao tunatangazia pale kwenye vile e, kwenye vibanda, tunatoka pale nje, nikakuta wale vile vikundi na mdundiko na ngoma wanaimba, Majura amelia, Majura kalia, Majura kalia. Yani ilikuwa zogo kweli kweli, kumbe mimi sijalia, lakini ilikuwa ni kituko ambacho sikisahau, sikisahau. Lakini kuna kingine pia, hicho nacho nilikuwa <laughs> natangaza mechi ya Yanga na Milambo, mechi ya Yanga na Milambo, Saidi Swedi Skadi, wakati huo kabla jamii ya Yanga aka akawa anakwenda kufunga goli ili goli la upande wa Chang'ombe huko ule ule ule uwanja wa zamani. Ndiyo. Sasa amebaki yeye na Steven Nemes ama Abdul Malik Nemes. Sasa kwa ushabiki wangu wakati huo na na, na, na nikiri, wakati huo nilikuwa sijakomaa sana kwenye mambo ya utangazaji, nafikiri ilikuwa kati ya mwaka 92 ama 93 hapa. Sasa ili nisione kwamba goli linaingia ndani ya wavu, nikawa na, navuta na anakwenda side so discard huko, nageuza shingo nisiangalie mpira unavyoingia Skadi, skadi, anakwenda anakwenda anakwenda. Sasa bahati nzuri pale kwenye uwanja pale juu kwenye jukwaa lile, upande huku wanakaa Yanga, upande upande huu ni kushoto, nikasikia upande wa Yanga wanasema amekosa. Sasa alivyosema amekosa, na, na mimi bila kuthibitisha kama amekosa, na mimi nikaibuka hivyo hivyo amekosa, na kweli bahati nzuri alikuwa amekosa. Sasa baadaye wanajiuliza, je, ningesema amekosa kumbe kapata, ningekuaje siku wa ingekuaje siku hiyo? Kwa kweli siku hiyo na mimi niwaombe radhi walionisikia kipindi kile, nilikuwa sijakomaa. Lakini baada ya hapo nimetangaza mechi nyingi za Simba na Yanga, na katika uzoefu wangu hakuna mechi rahisi ya kutangaza kama ya Simba na Yanga, kwa sababu wachezaji wote wanakuwa unawajua, una haja ya kuhusu ni mweke alama, si ni angalie namba yake ya mgongoni, si ufanye wote, unakuwa ni ukasali. Wachezaji wakubwa unawafahamu vizuri. Mimi kwa mpaka kipindi natoka pale mwaka 95 pale RTD ilikuwa nasema mechi rahisi ya kutangaza ni ya Simba na Yanga. Kwa hiyo ukiwa shabiki inaumiza, lakini baadaye nikaja nikakomaa na niliwekwa chini na viongozi wangu wa radio Tanzania wakasema, wewe Abdallah ni mtangazaji mzuri wa mpira, jitahidi weke mapenzi pembeni. Na nikawasikiliza nikawa mimi kila nikikaa kwenye kiti nikawa najaribu sana kuficha mapenzi yangu na ile ilinisaidia sana mpaka nikawa na marafiki wengi wa Simba hata kwenye kusaidiana mambo ya kijamii mm. Marafiki zangu wakubwa wakawa ni Simba kuliko Yanga, na ilifika wakati nikataka kuhamia Simba. Mimi nilifika <laughs> wakati mpaka nilitangaza kwamba mimi sasa nahamia Simba. Yanga walinikera, walinikera. Walichonikera nikijua mimi kwa sababu kila tukiwarekebisha hawasikilizi hawa, hawa, kila tukiwashauri hawasikilizi, timu inafanya vibaya Ukaona basi sunini shida bwana, nikaondoka mm. siku hi ile napokelewa Simba pale jukwaani, ile nanii hapo uwanja wa Uhuru inakumbuka, nilivishwa mpaka skafu ya Simba, Simba. Wakatu wakanishangilia kweli kweli, lakini bwana we apakaliki nilikaa, nafikiri siku tatu tu, nikarudi <laughs> <mwana. laughs> nikarudi Yanga. Basi Simba kasema lilikuwa pandikizi ilitu lilikuwa limekuja kutuchunguza. Kwa hiyo ni vitu vinatokea kwenye mpira. Abdallah, ulikuwa ni mtu sana wa, wa vituko hemu tukumbushe, e, e, moja vingine ambavyo unavikumbuka labda vyaweza kuwa vibaya ama vizuri eh. Timzo, mm, u, ni, u, uwe na kifua. Wewe ni mtu <laughs> wa, wa matukio sana. Mimi kwanza nikueleze vituko ambavyo nimefanya nikiwa Yanga. Naam. Kituko cha, cha kwanza nilijifanya mlemavu, nilikuwa nakaa na baba mdogo, Mungu amrehemu huko alipo, marehemu Abdu Abdallah Majura mtaa wa Njinjo pale Temeke. Sasa nilikuwa na muomba anipe hela ya kwenda kuangalia mechi Yanga ikiwa inacheza, maanake Njinjo na pale uwanja wa Uhuru sio mbali bana. Siku hiyo akaninyima hela na kisa cha kuninyima, wakati huo nasoma primary, Miburani primary, siku pale Temeke pale Sudani pale. Sasa akasema sikupi hela leo kwenda kuangalia mechi kwa sababu umefanya vibaya kwenye testi za shuleni. Alikuwa anakazania sana mambo ya elimu. Sasa mimi, siku Yanga inacheza kama sio na maji Maji na pamba ali, sasa za moto kweli kweli, maji Maji, Pamba ya kweli kweli. Nilichofanya bwana, kulikuwa na jirani yetu mmoja, ni mlemavu anali <laughs> analiche libaskeli, nikaazima ile baskeli. Basi nikaanza nikatere, eh hey, wile spare na na baskeli, nikaenda njiani nikapata kijana kaanza kunisukuma, nikatafuta na fimbo nikaweka nyuma ya kile nani kibaskeli, mm. Basi wewe akanisukuma akanisukuma mpaka uwanjani. Zamani wa, wale walemavu walikuwa wanaingia bure uwanjani, sijui kwa sasa. Mpaka sasa bado. Nikaenda nika, nika nani geti kubwa pale uwanja wa nani wa uhuru ule. Sasa nilipoingia nikapita kule mashariki, piga piga nikanyonga sana ile, nikazunguka mpaka ile green stand, nikakaa upande wa Yanga, nikakirudisha kile <laughs> <laughs> nikarudisha, kumbe nimekaa kule, nimekaa kule bwana, ikatokea kwamba nani, baba mdogo alikuwa na rafiki yake ambaye pia alikuwa ni jirani yetu, naye alikuwa ni simba sana. Wameenda pamoja uwanjani ah, akasema yule sio Abdallah, yule mimi sina habari. Wakaanza kubishana wao kwa wao, siye ndiye siye ndiye. Baba mdogo akaamua kuteremka, kulikuwa na kwenye eh, sengenge sasa pale, ndiyo. Akachungulia pale, ni mimi nini kilitokea bwana, akarudi jukwani, akamwambia rafiki yake kwamba ndiye mimi. Sina habari, mpira umekwisha. Nafikiri Yanga kama walitoka sare, sikumbuki. Basi yule kijana ambaye alikuwa amepata kama lifti kunisukuma naye, akanikimbia sasa Basikeli nimebakia nayo imeshaisha sasa. Hata mpaka sasa ukienda na mlemavu ukiwa unamsukuma au ukambeba, mnapita bure, mnapita bure. Basi mimi nikaanza na hiyo basikeli yangu nikanyonga taratibu wa ile spare, napanda shuleni, kulikuwa na mchanga mwingi pale, siwezi kuisukuma peke yangu, nikashuka sasa, sasa watu wakawa wananishangaa <laughs> e <We> mlemavu <gani? laughs> unasukuma basikeli unashuka basi. Nikafika nyumbani kule, yule rafiki yangu nikampelekea basikeli yake bwana, nikarudi nyumbani. Timzo nilitandikwa nilitandikwa bakora za kweli kweli. Ndio maana mpaka sasa bado siwezi kusahau marehemu babangu mdogo, akanitandika kweli kweli kwamba na, najitia na, uchuro lakini ikawa ni dawa. Tangu siku hiyo hakuninyima tena hela ya kwenda kuangalia mpira, aliona ni kwa... kwa jinsi gani eh inavyo inavyonigusa yes. Lakini kituko cha pili, kituko cha pili hicho nilikuwa sija sijawa mtangazaji ilikuwa wakati huo ligi kuu Tanzania bara ilikuwa inaitwa ligi daraja la kwanza, zilikuwa wanapangwa kwenye vituo. Sasa Yanga ikawa imepangwa kituo cha Mwanza uwanja wa Kirumba kule, bwana si ikawa inacheza na Coast. Sasa mimi wakati nacheza, nasoma pale Mibrani Primary School, kuna rafiki yangu alikuwa anaitwa Manitu, sasa kazi anaitwa Umari, namkumbuka mpaka leo. Tukapinga kwamba yeye anasema Coast itaifunga Yanga, mimi nasema tutashinda, nikaweka suruali yangu na hela ya mandazi ya wiki niliyokuwa napewa nikaweka pale. Sasa usiku bwana, saa mbili kasorobo, Radio Tanzania, michezo ile pa pa pa pa pa pa pa pa, wote tumekusanyika kwenye redio pale, titi titi, yeah. Sasa mimi nilikuwa na mimi eh, nilikuwa naitafsiri vipi ile, ule wimbo nasema, amefungua Simba, amefungua Simba, amefungua Simba, ndio ilikuwa wimbo wangu, wimbo ile. Bado tumekusanyika pale, mtangazaji namkumbuka mpaka leo ni marehemu Filmoni Pinda, Pinda. Kwenye vichwa vya habari akasema leo hii kituo cha Mwanza kosti yatoa onyo. Nikaanza ah, kutetemeka pale sasa, sasa nikawa najipa matumaini kwamba ni sare ama vipi bwana. Kuja kutokea na watangazaji wa zamani tulikuwa na ila moja mbaya sana, ile habari inasubiriwa na watu wengi inawekwa mwisho, sio kama sasa hivi. Ili habari nzuri ndio inaanza sasa hivi eh, eh, watu wanafata mfumo wa gazeti lakini zamani mtu anaanza na mambo ya mchangani, anakwenda huku watu mpaka watu wanaondoka, bwana mwishoni huko anasema, bwana kituo cha Mwanza, Yanga yamewakuta amepigwa mbili moja, goli la ushindi, na ukumbuka mpaka leo Muhammad Salimu ndaliyefunga, uwezo kusahau kwa sababu ulikuwa una tukio. Niliugua pale pale, nilibebwa nikapelekwa na Temeke hospitali, nikawekwa na drip, nikalazwa nika bati nzuri yule aliye tulikuwa tumepinga alinihurumia, ela mandazi alikula, lakini suruari alirudisha. Kwa hiyo ni baadhi ya vituko <laughs> ambavyo <laughs> vipo vingi, lakini hivyo naviku, navikumbuka sana. wakati unavikumbuka sana na mimi ni kukumbushe kimoja. Yanga ilikuwa inacheza na timu fulani, ukenda ukaweka kitu nyuma ya goli ya timu iliyokuwa inacheza na Yanga, e, tukumbusha hapo mambo yalikuwaje? <laughs> hey. Najua nanichimba wewe. Eh. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> sikuweka kitu. Ndiyo. Ilikuwa ni uwanja na Kivubo, Kampala. Yanga inacheza fainali eh. Yanga pale sasa, nilikuwa natoka upande wa kama unavyoona tuseme, kaskazini kwenda kusini. Sasa mimi nilikuwa natokea kusini naenda kaskazini. Sasa wakati napita pale, nikasikia kwenye jukwaa mtu ananiita "Majura, Majura, Majura, Majura!" mimi nilikuwa nimekwenda wakati huo nimetokea kituo ambacho nilikuwa ni mwajiri wangu hapa, nilikuwa sijajiunga na vyombo vya kimataifa. Akaniita, "Bwana wewe tusaidie." ilikuwa ni hatua ni ya penalty, yes. zile matuta, mm -hmm, ndio uamuzi ulikuwa unatokea. Akanambia akienda kupiga mchezaji ilikuwa ni Sports Villa, akienda kupiga mchezaji wa Sports Villa, hiki kitu kiminye kwa nguvu, wakienda kupiga Yanga, acha basi na wewe ndio una mapenzi na Yanga. Alafu <laughs> e, e. Na utaifa eh, sijapigiwa nacheza. Sembusha nimepigiwa. Eh. Huh? Nikaenda pale bwana. Kaenda kupiga mchezaji wa Sports Villa, nikaminya kishuti kama cha mtoto. Akadaka goalkeeper, alikuwa Rifat Saidi. Akadaka. Hivyo hivyo sasa nikaja kukosea. Una kama mnamkumbuka, kuna kuna mtu mmoja anaitwa Marehemu Marehemu Deofil Kunjombe. Alifariki. E, alikuwa ni rafiki yangu, alikuwa anasoma pale Makerere. Sasa tulipopata goli la tatu, akaja kama kunikumbatia yani, kwa furaha, na alikuwa ya ni Yanga mzuri sana. Nikamwambia, bwana acha niko kazini tu hapa sana. Nijiuliza, una kazi <laughs> gani? Aliniuliza, una kazi gani hapa wewe? Nikamwambia, wewe niache bwana. Sasa wakati na nani hivyo, nimekumbatia na, na mimi kumbe nakwenda na kupiga shaba na Ramadhani. Una, unaweza kaamini, nusura alikuwa akose Young, eh, alikuwa nusura akose. Nikamfokea, nikamwambia, toka bwana, mimi niko, eh, niko kazini. Sasa hajui nafanya kazi gani, matokeo yake tukashinda baadaye nikaja kumweleza, akasema, ah, kumbe sikujua. Sasa akaja mwenzangu Abubakari Iliongo huyu akaja nusura aniponze bwana, tumetoka kule. Nilivyokuja nikawadifia nilicho nilichokifanya pale, sasa ikawa ba... hey, hey, ajiambafai hey, hey, mm. sasa ikaja ikawa anacheza Simba na Yanga goli la kusini kule. Mimi bila hili wala lile, najua zamani tulikuwa waandishi tunakaa chini. Nimeikuta nimeikuta hiyo kwamba tulikuwa unakaa chini, eh, eh, eh, eh, eh, eh. chini pale kwenye kwa eh. maana timu na timu mnakwenda eh, aidha hivi oh, yeah. aidha hivi, lakini hiyo ilikuja kukomeshwa kwenye michuano ya Sekafa. Kama unakumbukumbu kulikuwa kuna eh, mechi kamisaa mmoja alikuwa ni Mwethiopia. Akasema sitaki kuona waandishi wote mkikaa pale chini. Tukamwambia huu ndio utaratibu wetu sisi, tukafanya kwa mazoea, ndio yeah. maana waandishi wenzangu tunasema, hata vyombo mnaomiliki, tuwape watoto exposure kutembea na kujua yeah. mambo ya kimataifa. Yule akasema mtatoka na sisi, tukamwambia hatutoki. Kama unakumbuka, aliita wale askari wote pale, akasema chukua fimbo tandika wote, wale askari wote watu tukakimbia kurudi kwenye kila mtu akapanda kwenye jukwaa lake na ndio ikawa mwisho eh, na mwisho na, na, na, na ulikuwa ukikaa pale kabisa. Na ulikuwa ukikaa pale mpaka mechi inamalizike pamoja, alafu mpaka mwtaka... sakafu eh sakafu au ukikaa kuvumbi tupu, na pale watu waka kuna ile kitu kabla hujaendea kwamba ukikaa huku wewe Yanga, ukikaa huku si e, kama vile kama tuna kitu tumetenga kabisa kwamba ukikaa huku unajulikana mchezapo Yanga, ukikaa huku wewe ni Simba, tena tunafahamiana. Sasa mimi nikawa niweka upande wa goli la upande wa jeshini kule upande wa Kilwa Road uwanja yeah, wa uwanja wa Uhuru, uwanja ule wa Uhuru. Sasa tumekaa pale, Simba walikosa magoli sana. Ume, <laughs> hau, <laughs> <kwa>. <laughs> Bwana Abu Abubakari Liongo, bwana naye ni Simba yule, hey. Akaenda akawabonyeza wale kamanda, kina Mbashiru akina nani. Sasa mi sina lile wala hili wakazunguka upande wa mashariki <laughs> mara nasikia wamefika pale waandishi tulipokuwa tumekaa Tukasema bwana Majura tunakuheshimu. Ondoka. Tunakuomba uondoke. Ah, nini? Sema tunakuwa yaani tumekuja kwa heshima, tunakuomba uondoke hapo. Basi na, na watu na wa mku... mpira eh, na wajua watu wa mpira, wa mimi nikanyanyuka bwana. Bwana uweze ukaamini. Natoka pale sijafika kwenye benchi la Yanga ambako alikuwa amekaa Simba akapata goli. Lakini baadaye walitoka sare moja moja. Sasa kitu kesho yake tunakuja ofisini ndo Abua ananambia. Sasa, bwana, nilikustukia kabii, nikawaeleza wenzangu, nikamwambia wewe, wewe unaweza ukasababisha mtu akauawa bila sababu. Mi pale sikuwa na chochote chochote, hakika. Kama na wewe ni mpenzi <laughs> <laughs> una mapenzi, Abdalla, saluti kwa kweli. Apana, lakini ambacho namalizia na mm, pamoja na mapenzi yangu yote ndio, ninapokuwa niko kazini sichanganye mapenzi kabisa. Ukitaka kujua ukali wa Majura kwenye kazi, changanya mapenzi na hakikisha nafanya kazi. Nikishamaliza kazi ndo mapenzi mitaani, e, kwa sababu kwa mfano unapokuwa unatangaza mpira ukaonyesha mapenzi, utamuudhi, utamuudhi mtu, yeah. Unapotayarisha kipindi utamuudhi mtu unapotayarisha kipindi ukatanguliza upenzi. Kwa hiyo wewe fanya kazi kulingana na miko inavyokuongoza, lakini ukishamaliza na wewe ni binadamu e, sasa mimi nasema kwa mfano tunajua Rais Jakaya Kikwete ni mpenda Yanga. Sasa kama mtu kama rais anajulikana kwamba ni anapenda timu gani. Kwa nini Abdalla Majura? Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa anaipenda Simba Simba. Simba. Abdalla Majura ni nani? Mimi nisijulikane kama naipenda Young Africans hapa pale Jangwani na mimi muacha nifurahie. <laughs> <Okay. laughs> Lakini Abdalla kipindi kile watu walikuwa wanaelewa. Eh, eh, vilabu vya sasa unafanya uandishi hata ukijulikana kwa kweli. Mm -hmm. Tumwachie Mungu. Mungu e, tumwachie Mungu, tumwachie Mungu, lakini mimi nawashauri waandishi wenzangu tu kweli tuwe na mapenzi na vilabu vyetu, lakini lakini tuzingatie ya maadili ya, ya, ya kazi hicho ninachokisema moja kati ya vitu mtazamaji, ambavyo pengine unaweza wengine unavijua ama uvijui, ule uwanja wa Benjamin Mkapa Lupaso haukuja hivi hivi. Abdallah Majura akiwa mwandishi, yeye alikuwa ni chanzo cha uwanja huu uwa ambao leo hii Tanzania tunajivunia kuwa na uwanja bora barani Afrika. Uwanja ni wako, tuambie ilikuwaje, unakwenda kuzungumza na, na rais Mkapa ni kweli ilikuwa ni Tanzania tunaadhimisha miaka miaka arobaini ya uhuru wa Tanganyika ama uhuru wa Tanzania bara, na tuseme Tanganyika. Sasa mimi wakati huo ishajiunga na BBC lakini mm -hmm. kwa kuwa ITV nilitoka vizuri, hatukugombana, tuliagana vizuri. Katika ile jopo waliloliandaa la kwenda kuzungumza, kuzungumza na mheshimiwa Mkapa, nami nilikuwemo. Nakumbuka ile interview mara anasema itafanyika ikulu ya Dar es Salaam, mara ikulu ya Dodoma, mara ikulu, Mwanza, ikulu ya Mwanza, mwisho ikaangukia ikulu ya Arusha, ya Arusha. Na maswali waliandaa ITV wenyewe. Sasa hapa kuwemo na swali la michezo. Ile interview imefanyika, sasa wakati mheshimiwa anakaribia kuaga mheshimiwa rais kumaliza e, eh, kumaliza yale mahojiano na ilikuwa zimebakia kitu kama dakika 25. Ndio. Nikadakia. Nikamwambia mheshimiwa rais wanamichezo wa Tanzania wakiniona nimebahatika kukutana na wewe, alafu nisiwaulize swali hata moja la michezo, nisikuulize hata swali moja la michezo, Watanzania hawatonielewa. Akaniuliza kwamba Watanzania wanasemaje. Swali la kwanza nililomuuliza, nikamwambia Mheshimiwa Rais, watanzania wana michezo wanasema tangu nchi imepata uhuru hatujabahatika kupata rais, kupata rais mpenda michezo, unasemaje? alichosema kwamba walionitangulia kwa maana ya Mwalimu Nyerere pamoja na Mzee Ali Hassan. Hawezi kuwasemea. Lakini yeye kama yeye mambo ya michezo si sana. Nikadakia. Nikamwambia Mheshimiwa Rais, wewe ni rais wa wote. Wapenda michezo na wasiopenda, na wasiopenda michezo. Nini unaweza kuwafanyia wana michezo wa Tanzania ili kesho na kesho kuto umeshatoka madarakani kikatiba wana michezo wa Tanzania wakukumbuke. Nakumbuka Mheshimiwa Mkapa alivua miwani mara tatu kama mm, anafikiria akujibu nini, akuwa e, e, nini? Nafikiri ile swali kama alilitegemea, akavuta akafuta miwani akavaa akafuta tena, mwishowe akasema nadhani tuna tatizo la viwanja, nitahakikisha kabla sijamaliza muda wangu wa kutoka madarakani nitajenga uwanja mzuri na wa kisasa, na kama hautomalizika kwa sababu naamini bado rais ajaye atatoka CCM ndio alikuja mheshimiwa Kikwete. Kikwete. Eh. Nampenda michezo eh. Kweli kweli. Eh. Naamini ataumalizia. Sasa mimi akili yangu kwanza alipo ile interview ilipotoka ITV magazeti mengi yaliandika. Tanzania kujenga uwanja wa kisasa. Mm. Yaani ilikuwa okay, big story. Eh, big story ni habari kubwa hii. Sasa mimi nikawa nafikiri kama ilikuwa kwenye mipango ya serikali. Mm. Sasa 2003 nikasafiri nikiwa BBC. Nikaenda Ivory Coast. Ah, Nigeria. Kule Abuja. Nikakaa katika mazungumzo na aliyekuwa naibu waziri wa michezo Mheshimiwa Mudhiri. Ah, Mheshimiwa Mudhiri. Ndio vile. Eh. Akanambia, Majura hatuta kusahau kwenye wizara yetu. Kwa nini? He? Eh, kuna kuna nini. Akiwa wizara gani sasa hapo eh, ya michezo eh kipindi kile? Eh. Ndio. Alikuwa mkuu wa msafara wa timu ya Tanzania. Ndio. Ndio. Akanambia ile swali uliomuuliza Mheshimiwa Mkapa. Mhm. Uh -huh. Yaani ulipoliuliza tu na Mheshimiwa Mkapa akajibu vile nikampigia bosi wangu Kapuya. Kwamba mbona sisi hatuna mpango? Juma Kapuya. Eh, mpango, hela za kujenga uwanja huu mkubwa tuta. Sasa wapi? Kapuya, nasikia alichosema kwamba Majura ameshatusaidia. Maadam mwenye nchi kashasema atajua, ila kwanza eh, utatoka, utatoka wapi? Kwa hiyo mimi ikitokea Mungu akanichukua leo, nikatoka duniani. Wana michezo wa Tanzania, habari ambayo najivunia kwamba nilifanya ikaleta matokeo chanya kwa faida ya Watanzania ni uwanja wa wa wa Benjamin Mkapa. Kwa kweli najivunia sana, ila kinachonisikitisha ni watu kutoutunza ule uwanja miundo mbinu yake. Serikali imetumia fedha nyingi kutujengea ule uwanja, na wanakuja vijana wa sasa, inatokea vurugu kidogo, anang'oa viti hajui thamani hajui tulikotoka, tulikuwa tunakaa chini. Hajui tulikotoka Simba na Yanga wanacheza, tunaingia uwanjani saa mbili asubuhi, mtu anawahi kwenda kukaa, anakwenda na mikate. Leo mtu anakwenda saa tisa anapata kiti anakaa, alafu anafanya utoto wa namna ile. Kwa kweli nasikitika sana katika hilo, na niwaombe waombe wa Tanzania kwamba ule uwanja tuutunze, umekuwa ni alama nzuri kwa nchi yetu, licha kwamba mii najivunia kwamba ni habari kubwa kwenye michezo nimefanya ama ni swali langu lileta matokeo, matokeo chanya, lakini ni ni kivutio. Naona hata mataifa mengine wanakuja kuchezea mechi zao kabisa hapa hapa, mataifa mengi sana hey, wanakuja hapa. Kwa hiyo tusichukulie ni kitu chepesi ama ni kitu cha rahisi. Na kwa mfano hata kwa mfano na kwa upande wa Zanzibar Mheshimiwa Mwinyi pale Zanzibar kajenga ule kautengeneza vizuri ya New Amani Complex, lakini watu wasiokuwa na, na upeo kichwani kabisa. Wanasimama juu ya viti eti wanashangilia wana, wana goli, anaruka ruka juu ya viti, kesho na kesho unajua thamani yake kesho kwa, kwa, kwa hiyo ni kweli ule uwanja ule wa Mkapa na ni kutokana na swali nilomuuliza Mheshimiwa Mkapa nikushukuru sana, <laughs> asante sana. Asante sana <laughs> tulikuwa tunaongea na legend huyu, si mwingine ni mwandishi mkongwe Abdallah Majura, ambaye kwa kweli ametueleza mengi sana. Naamini hata wewe ulipo utakuwa umefurahi sana, hii ndio exclusive. Na Timzo, mimi ni beautiful Butikanyigo Rosemary Timzo Karugira, Endelea kusalia hapo hapo bado mambo ni mengi sana.